Kwa kwa jina kwa jina la Chulie. Chulie. Kuna roho ya talaka waliinua kwa watu mahali hapa lakini siku ya leo yes, tumekuja kutangaza yes, hiyo roho ikakuachilie, yes, hiyo roho ya talaka yes, hiyo roho roho ya talaka yes, roho ya kukataliwa tunaikemea yes, ikuachilie ikuachilie <laughs> ikuachilie yes, yes, mara ya kwanza, mara ya pili, yes, mara ya tatu yes, tunaachilia moto mara ya nne, mara yes, ya tano yes, mara ya sita yes, mara ya saba s yes.

Asante Jehova Baba yes. Ajili ya kibali kwa huyu ambaye anatutazama. Kuna watu wako wanateseka yes. Kumbe kuna roho ziliinuliwa yes. Mfalme kuangaisha kwa, yes. Kwa maisha yao kuna roho ziliinuliwa yes. Wafu waliokufa wakafufuliwa yes. Kusumbua watu wako kuna yes. Kamata hizo lana walizotuma hey. Kwa watu wako Jehova mm -hmm. Tuna tunaingia kiroho tunasambaratisha yes. Kila maagano na misingi ya yes. Waliyoinua walioinua juu ya watu wako mm -hmm. Tunaingia kiroho yes.

Watoto wa watu wanateseka hawana amani yes, kwa maisha yao, kumbe kuna moto yes, alikaa kikao yes, akatabiri mwisho wao. Lakini sisi tumekuja, umetutuma Jehova ya kwamba watu wako yes, wakaachiliwe yes, wakakufanyie kazi. Kuna watu mahali hapa yes, ni mateka aha, lakini umetutuma yes, ili wakaachiliwe tunatamka yes, hiyo roho walionena yes, kuwakamata ikawaachilie wailie katika jina la Yesu Kristo. Baba, kuna mwingine aliye kama wewe, shuka ukatetee watu wako mahali hapa. Kuna watu wanapanga mipango ya kwamba huu mwezi unapoisha, ninaenda kufanya hili na hili, lakini anapopata pesa fulani inapatilika, kwa sababu kwa anga kuna watu waliingia kuchokora anga yake. Tunaingia kiroho, tunaingia kiroho tunaingia kiroho. Yeyote anayepanga na mipango yake haikamilike. Kumbe kuna watu waliingia kiroho wakachokora anga yako, siku ya leo tunakemea, tunaareba kadi katika jina la Yesu Kristo. Baba, ajili ya kibali kwa huyo ambaye anatutasama, atakapopanga hatakapopanga mipango yake ikatimie. Kuna watu jova mipango yao aitimii kwa ajili ya watu wanawakalia, yes, vikao. Lakini siku ya leo Baba, yes, shuka ukatende Baba, shuka ukatende soba, tumeona ukitenda. Aha, hata kwa hawa Baba, tunaomba ushuda, tunaomba ushuda, yes, ushuda. Yes, kwa hii ndoa iliyovunjika, yes, tunaomba ushuda. Oh, yeah, tunaomba ushuda, yeah, ya kwamba umetenda Hallelujah. Achilia kibali, achilia yes, nguvu kwa, kwa kasi baba, ukawapa amani, ukawapa amani kwa pesa zao, wacha zikafanye kazi. Sande cova sande mazii sande bwana sande baba, upendo kusa kila moja, achilia ngufu, achilia ngufu katika jina la Yesu. Kwa yeyote ambaye alikuwa anatufuatilia, Bwana wa amani akakubariki. Yeyote ambaye uko na huduma, Bwana akakuze huduma yako. Yes. Sisi tunasema tunakuelekeza tu. Kwa yeyote ambaye alikuwa anatufuatilia, ninaomba Bwana akakutendee. Mm. Kama kuna mtu ambaye alikuwa ameingia kwa anga yako ak ak ak akacheza nayo, siku ya leo tunaomba Bwana akaingie yeye mwenyewe akakupe ruhusa kwa sababu yeye mwenyewe ana kutoka tisa, akatuma Musa ya kwamba Farao akawaache watu wako wakawe na uhuru yes, ili wakamtumikie yes. Wewe hauna uhuru, kumbe kuna watu walikaa vikao juu yako. Tumetabiri tu siku ya leo ya kwamba ukabarikiwe. Amen, amen. Kitoko tu nachukua hii simu tunaongea Amen, amen, amen. Yule ambaye pata anahitaji hitaji, unaweza endelea tu kutuma na kama yule ambaye amekuzwa na unaona ya kwamba tunaweza endelea kuomba pamoja na kuelekezana, namba yangu ya WhatsApp iko pale payo, lakini huwa naambia watu mimi wazishike simu rahisi, tunakuangabisa utuma tu ujumbe mimi, nitakutafuta mimi mwenyewe, namba yangu iko pale ya WhatsApp. Ingia ini box, hata unipee yako, naweza kutafuta, tunaweza endelea kuomba mtumishi wa Mungu endelee kuelekeza na kuja amen. Na, amen. Na, na kuja kama umebarikiwa, type, amen ya nguvu na, na kama tu umebarikiwa matamkulate asante kutaip. Aha, asante Miriam, kujoin wale wanasema wamebarikiwa ah. Chen, asante sana sipati picha eh, leo utapata picha kwa jina la Yesu. <laughs> Amen, tunashukuru Mungu, maana tulipoanza Bwana amekuwa nasi, tumefika mwisho. Pia tunawashukuru wote ambao mmetutazama Wacha Bwana akaanze kuwatendea kulingana na matarajio yenu katika jina la Yesu. Mungu amani awabariki sana, na kwa upendo wa Yesu Kristu awatendee wala ambao mko ng'ambo, wala ambao mko mbali na Nairobi. Mungu akaweze kuwachalia neema na fadhili zake, maana Mungu ni mwaminifu. Kwa sababu ya hiyo tuko na WhatsApp group inaitwa Neno la Mungu ni Taa. Uh, matamkio letu nasema, mimi nimehisi. Haleluya, a ah, umehisi. Namunakani, hebu nisome mimi, nimehisi kuna mtu anapanguza machozi. Inamaanisha mimi, inamaanisha nini Pasta? Mimi nimehisi kuna mtu anapanguza machozi. Kilio ambacho umepita ndani, shida ambazo umepita ndani, kwamba zimefika mwisho si kila chozi linamaanisha huzuni, lakini kuna machozi ambayo yanamaanisha furaha. Kwa sababu ya hiyo, naomba furaha ikawe na wewe katika jina la Yesu. Wacha Bwana akaanze sasa kukuza maisha yako, kukulinda mahali aliko, mahali uliko, katika jina la Yesu. Haleluya, asante sana. Sipati picha unapoenda, Bwana akubariki katika jina la Yesu. Nataka kusema kitu moja hii kama umeparikiwa hata uwezi nipea rose flower, jamani, bwana asifiwe. Na onanga rose flower, mnapeana mali pengine. Sasa leo, eh? Leo leo leo leo, yule anasema kwamba ndoto ya kukimbizwa usingizini kuja. Eh, ingia tu payo pale pale, ingia payo text, yeah. namba yako at least tuongee, yeah. na wewe kwamana kuna mambo ambayo tunaongea binafsi katika jina la Yesu. Asante sana kwa gift, Madam Kulet. Mungu akubariki sana yaani, usiwahi kosa watu waanze kukuletea box ya vitu katika jina la Yesu. Ehe, yaani hii baada imeisha na Madam Kulet kutupa gift. Barikiwa sana, barikiwa sana. Mahali uliko enda kwa payo nipate namba yako. Yaani nitakuwa naombea tu hii gift kila siku. Hallelujah. Amen, amen. Wala ambao umebarikiwa Medi, naona huko tu umenyamaza, sijaona wewe. Mungu akubariki sana mahali uliko Madam, yani naomba yani Mungu abariki usao wako abariki familia yako kwa jina la Yesu Amen. Hebu mfungue mic jamani, mfungue hata nini kamera, sasa ni wakati wa kufungua kamera na mic yani, fungua mic na ufungue kamera, na ukiwa na swali kuhusu ndoto enda kwa payo pale, text tu hiyo ndoto, yule ambaye ametext, text tu hiyo ndoto kwa hiyo payo inbox tu, inbox tu hapo, katika jina la Yesu hatuna, hatuna zaliwa na uwete, hii naye anachekesha jamani. Kumbe unaweza zaliwa na wewe ni mchawi. Unazaliwa na, na uchawi jamani, saa zita uziko wewe mwenyewe unajijua. <laughs> mahali na uliko ulizaliwa na ukanga, ulizaliwa na uchawi, ukiona mazaa ikifika masaa sita mwili laanza laaza kuchemuka chemuka, ni kama mpaka utoke nje. Jamani, useme tu hapo posi, tuombe pamoja, hiyo hiyo roho iende kabisa kwa jina la Yesu. Haleluya! chango chai iko kwa tamozi, mnipe na chai pia nikunywe. Yaani mchungaji hawezi kunywa chai, wewe unakunywa chai fupi kwa tamozi jamani, na umeninyima rose flower <laughs> <laughs> ah jamani <laughs> <laughs> angekuwa matamkiledi ningeendea wapi eh? Tukupandishe sawa. Queen Brenda, ah, kindness. Yani kindness mngeniambia kindness kwa Kiswahili hii, kutoenda shule ina <laughs> kindness, isasoma, lakini unaweza soma kindness, inaweza soma lakini. Asante sana kindness <laughs> eh <laughs> kindness, asante sana kwa gift, jamani, na madam Kulet. Yani mfanane na kindness na madam Kulet, jamani. Queen ninapokupandisha ni purple rose flower jamani. Papua, asante kujoin Ah, mimi ninatangaza tu Kindness aparikiwe, Matamkuleti aparikiwe sasa ah! Laka, hizi baraka Kindness anamaliza namna gani eh? inakuja namna gani haraka <laughs> Ii, hii ni neno ni kama imeendea Kindness na Matamkuleti jamani. Sisi hapa apa atuombi sadaka, atuna paybill ukiwa, ukiwa na rose flower, ukiwa na kindness na unafuma ah, nakasema tena ukiwa na kindness <laughs> <laughs> <laughs> na Madam Kileti barikiwa sana Hallelujah. <laughs> <laughs> Kindness. Yani iyo jina ni kama ulitafuta kweli wewe ndio ulisaliwa pila uwete <laughs> eh? Yani hivi sasa unachelewa sana eh? Madam.